Bwana Yesu asifiwe. Mbele yenu ni mchungaji Meshi Kigawa, mchungaji wa kanisa la EGM Ununio. Tulikuwa na semina nzuri leo katika kanisa hili ambapo askofu wetu Irene Masawe ametufundisha kama wanandoa mambo mengi. Aa, niko na watu mbalimbali ambao watasema kwamba wao wamejifunza nini wameelewa nini kuhusu ndoa eh, na wana maoni gani kuhusu ndoa, kwa hiyo tutakwenda kuwasikiliza kwa ufupi tuone ni jinsi gani wamejifunza somo hili la ndoa. Fuatana pamoja nami mwanzo wa video hii mpaka mwisho wake, karibu sana. Naitwa Baraka Ijunulua kanija, leo nimehudhuria semina ya wanandoa. Kwa kweli ni semina ambayo nimebarikiwa sana, na mwalimu wa semina hii yakuwa mwingine ni askofu wetu Irene Masawe kwenye semina hii kitu ambacho ninaweza nikasema nimejifunza na nimekipenda sana ni upendo usio na masharti. Tumefundishwa kwa Mungu, upendo wa Mungu au upendo tunaowaonyesha kwa wake zetu usio na masharti, isiwe kwa sababu alikuwa na shukuu fulani, sasa hivi kawa hivi, naanza kusema sasa hakufai. Isiwe kwa sababu mama baba alikuwa na pesa, pesa imeisha na upendo umeisha, lakini tumefundishwa unapenda kwenye kila hali, akiwa akiwa hivi utampenda kama ameshazaa sasa na watoto watatu, basi tumbo limekuwa kubwa, utampokea hivyo hivyo kwa sababu upendo wa Mungu hautakiwi kuwa na masharti. Kitu kingine ambacho nimekiona, semina hizi zinatakiwa kuendelea kufundishwa mara kwa mara, kwa sababu ukiachana na upendo usio na masharti, nimejifunza pia kwamba tu, nimejifunza neno la kwamba tunatakiwa kuwapenda wake zetu na wao wanatakiwa kututii, utii huu uwe wa Kristo, usiwe wa kujificha tu. Jambo jingine nimejifunza kuaminiana. Tunapokuwa tuna, tunatakiwa kuaminiana na wenzi wetu, kuwaamini. Sio anapotoka ameenda huku amerudi huku, unaanza kuchunguza chunguza simu, kujua alikuwa na chat nini au unapoona simu imepigwa, au unawahi mapema kusikia anaongea nini. Huu utakuwa sio upendo. unawaambia unawaambia nini, katibu, watu ambao wamekosa semina hii ya leo? Kwa kweli nawasikitikia sana, nawaambia pole sana na kwa sababu tu mwenyekiti wa wababa ameomba angalau kidogo, semina hii sichukue muda mrefu sana, irudiwe nyingine. Utakaposikia semina kwa kweli, njoo, kwa sababu leo vitu ulivyovikosa unge, tukikwambia ungevipata, nadhani ungepata kitu kikubwa sana ambacho kingekusaidia. Kwa mfano na nukuu maneno ya mwenyekiti wetu wa wababa, amesema yeye amekaa kwenye ndoa muda mrefu lakini leo kajifunza vitu kama ndo anaianza ndoa. Kumbuke kwa busu wake zenu, jamani. Katibu, nashukuru sana mimi katibu sana. Sana. Kwa jina naitwa Ujens Nyombomba, mzee wa kanisa, pia ni mwenyekiti wa wababa. Kwa kweli leo nimejifunza vitu vipya ambavyo nilikuwa sijawahi kujifunza, wakati mwingine kwa mfano vitu vingine ambavyo nimejifunza hasa kuaminiana, kuonekana, yani kumkabidhi e, Mungu yule mwenzi wako, na usipende kufuatilia, ila sana sana kuaminiana na kuwa na upendo usiokuwa na kikomo, yani kuendelea kuchochea ule upendo wa kwanza, hata kama mwenzi wako anaweza kawa amebadilika katika hali ya mwonekano ambao ulikuwa unamuona zamani uliokuvutia, lakini atakiwa kuendelea na kumpenda na pia hata yale mabadiliko kuendelea kuonekana unampenda tu. Kwa hiyo tumejifunza mambo mengi ambayo mengine nilikuwa sijawahi kujifunza. Kwa mfano, unapoamka msalimie mwenzi wako mkumbuke kwenye mambo haya na yale kwa hiyo ambapo ni vitu ambavyo wakati mwingine nilikuwa mimi sivifai, kwa hiyo kuna kitu kipya nimejifunza. Kwa hiyo mimi sina mengi zaidi, asante sana mwenyekiti. Wewe unaongoza idara ya wababa, unawaambia nini wababa ambao wanakutazama hivi sasa? Wababa nawaambia kwamba kwa mfano askofu wetu akiwa ana semina kama hii ya ndoa E, ni niombe pasiwe anakuwepo mtu wa kukosa kwa sababu wengi wamekosa vitu vizuri ambavyo vingewafaa katika maisha yao ya ndoa. Kwa sababu askofu wetu ana vitu vizuri, kwa sababu yule ana mambo mengi na mazuri kwa ajili ya ndoa. Amekuwepo naona kama ana mambo mapya ambayo wakati mwingine ni vitu ambavyo hata watu wengine sijawahi kuviona. Amen. Nikushukuru sana mwenyekiti wa baba. Amen. Amen. Hapa nina baba mwingine ambaye alikuwepo kwenye, kwenye semina. Ningependa kujua yeye kama baba na yeye amejifunza nini kuhusiana na semina hii ya ndoa. Asante sana, mimi na ni naika Rodriguez, Joseph Mtema ni mzee wa kanisa la EGM Ununio. Kwa kifupi semina ilikuwa ni nzuri sana ambayo imetujenga hasa katika mahusiano kutokana na, na, na, na, na miaka ya sasa mazingira tunayoishi, e, familia nyingi zimekuwa zina mmonyoko mwingi sana ambao umetokea hata wadau mjua Mungu kama vile watu ambao mjui, lakini kutokana na semina ya leo kweli askofu ametusaidia sana, kwa sababu tunaishi kwa mazoea, watu wanaishi kwa mazoea wanasawa kama, kama ndoa ni msingi wa Mungu, lakini kwa, kwa, kwa kweli leo kila ambaye amehudhuria kwenye semina hii amepata baraka nyingi na naamini kwa kwa kabisa kwamba na, ndoa zetu zienda kuwa salama kabisa. Amen. Nikushukuru sana mzee wetu wa kanisa, unaliambia nini kanisa kwa habari hii ya, ya ndoa? Kwa habari ya ndoa na kanisa, mimi ningeomba kwamba hata siku nyingine wanaposikia tangazo la semina ya wanandoa, basi hata kama unaishi ni baba ambaye eh, unafamilia bila familia ko mbali, basi njoo usikilize, sababu itakusaidia wewe kwenda kujenga mahusiano au ni mama labda baba hajaokoka hawezi kuja kanisani, basi wewe njoo itakusaidia pia e, kwa sababu unapokuwa na mwenendo mzuri ndani ya nyumba, hata baba hata kama hajamjua Mungu ndio pesi kuokoka kwa sababu hiyo. Sasa kwamba matendo yetu yanasomwa, kwa hiyo ukiwa na matendo mema, hasa katika ndoa eh, unajuta kwamba hata baba ambaye hakuwa mjui Mungu naye anakuja kumjua Mungu sababu ya matendo mema, sababu kuna mabadiliko makubwa katika semina. Kwa hiyo natoa na wito kwamba siku nyingine usia tangazo la semina basi tuwe wepesi kufika kwa wingi, ili kwamba eh, yale madini anayotemwa hapa kila mmoja aweze kuondoka nayo, ili akamsaidia kwenye eh, nyumba yake yeye, pamoja na ya familia yake. Kwa kweli tumejifunza vitu vingi vizuri. Wene kuko pole, wewe ambaye hujafika, tumejifunza kwa kweli. Askofu wetu wametufundisha mambo mengi ambayo pengine tuliyasahau katika ndoa zetu, katika nyumba zetu. Amezungumzia juu ya habari ya upendo kwamba tupende waume zetu, tupende wake zetu maake. Kwenye upendo kuna kuheshimiana, hakuna ambaye anaweza kuwadhibu mwili wake kwao. Kwenye upendo kuna kitu ambacho ni cha tofauti sana ambacho kimesaurika kime kwenye ndoa kwao, hakuna ambaye anaweza akawadhibu, mfano labda kupiga makofi mwili wake, ni kitu ambacho hakipo kwa kwenye upendo kuna upendo ambapo unasitiri wingi wa, wa, wa makosa. kkataka upendo ukiwa ndani ya ndoa, hautaona utaona makosa ya mwenzio kwa wepesi. kwa tumesisitizwa baadhi ya upendo, kuvumiliana, kuheshimiana kwenye ndoa, ili ndoa zetu ziweze kudumu. Kwao ninamshukuru Mungu, ndoa naamini leo kuna mahari zimepona. Asante. Amina. Unawaeleza nini idara ya wamama ambayo unaiongoza kwa sasa? Ninawaeleza kwa kweli, tunapopata fursa kama hizi wasikose, yaani wajitahidi, kwa maana ninaamini waliofika kuna kitu ambacho wamepata cha tofauti. Kwa tunapopata fursa kama hizi, wamama wasi wasizembee, wajitie nguvu, kwa maana kufika kwao inakuwa si bure. Kwa kweli, tumepata kitu ambacho kitatusogeza mbele, mahali ambapo tulikuwa tumeshindwa mahali ambapo tulikuwa atufanye vizuri, ninaamini tumepata mwanzo mwingine mpya. Amina, nikushukuru sana mwenyekiti. Amina, uh-huh. Ah, mimi nilichojifunza leo, nimefundishwa namna au vitu vinavyoweza kuboresha ndoa iweze kudumu. Nimeweza kufundishwa kitu ambacho katikati yangu au katika sehemu yangu nimeongezewa jambo fulani ambacho umeambiwa katika ndoa unapaswa kujuana au kufahamiana kivipi? Kufahamiana kwamba wewe uweze kumjua mume wako na mume wako aweze kukujua wewe kama mke wako, kama mke wake, ambao mkijuana kwa namna hiyo mtaweza kubebeana udhaifu ambao kila mmoja anao katika maisha yake. Wewe kama mama mchungaji eh, ambaye una jukumu pia la kuangalia kanisa unawaambia nini akina mama? Mimi naweza nikawashauri akinamama au kuambia kikubwa ambacho kitatusaidia au kutuwezesha kuweza kuimarisha ndoa zetu au kuimarisha ndoa zao, kwanza kabisa ni kumshika Yesu na kumwomba sana Roho Mtakatifu kuwa kiongozi wa maisha yao, ili kwa kila maamuzi wanaoamua katika ndoa yao, basi yakaweze kuamuliwa na Roho Mtakatifu akaweze kuwaongoza, na wakati mwingine mambo yanapokuwa magumu, basi Yesu akaweza kuingia kati ili kuwapa ufafanuzi wa kile ambacho wanapaswa kufanya. Nilimsikia uh, skofu kwenye mafundisho yake akisema kwamba watu wengi wanaamka asubuhi, hata wasalimiani, wengine hata busu wapigani. Vipi kwa upande wako wewe, ndoa yako wewe, unambusu mume wako? <laughs> ah, labda niweze kusema vitu vingine kwa, kwa, kwa wanadamu huwa tunachukulia labda ni kawaida, wakati mwingine tunaweza kuona labda vitu kama hivyo ni vidogo sana ambavyo haviwezi kufanya chochote katika ndoa. Lakini mimi binafsi, sijui nilikuwa na busu mara moja moja, sikumbuki vizuri, lakini naamini kwa mafundisho haya nitaanza upya, kwa sababu nimeweza kutambua kwamba kumbe busu mojawapo ni, ni, ni, ni, ni aina au njia ya kuweza kuboresha ndoa. Kao nimetambua hivyo, na naamini, naamini nitaanza kwa sasa, na wengine sasa tukaanze upya kama tulivyofundishwa na askofu wetu. Namshukuru mama mchungaji. Mungu awabariki.